Kwa majina yangu naitwa Naomi Lukibisi kutoka Lugulu e, na tuko hapa kwa kikundi cha Alfa wamama wa wajane e, hapa Webuye tukiwa anda e, Bishop e, Alexi. Sana mimi nitashukuru mama Rose kusimama na sisi kusimama na hiki kikundi cha Alfa hata nyinyi mkiona mbele yetu ametuletea vyakula na sasingine, hawa mama wajane wanasongamano e, na mawazo. Hata wengine bila wanaamuka hata waoni chai waoni sukari, hata fisi imewafinya hawana bila la kufanya. Lakini wakati huu mama Rose amesimama nasi at least mchane ajihisi vizuri akienda kule nyumbani pia yeye aone vile anaweza kula hata hiyo akunywa hiyo sukari, na si wote tutashukuru Mungu. Wakati huu ni shukrani yangu tu kusema ya kwamba leo tumekutana na Mungu amepea, e, tumefanikiwa kupata e, tumepata sukari, tumepata ungangano, tumepata mchele otherwise wengi wetu E, tangu tupate chukuri mchele Disemba, hatujawahi kukula hapa katikati. Sasa tunashukuru kabisa e, hii siku hatuwezi kuisahau hatuwezi kuisahau. Na, na, na, mimi nasema ya kwamba e, wajane tunaongezeka siku na mchana, tulikuwa watu fulani pia kuingia mia, sasa tunatakiwa usaitisi pia waongezeke na itoke hata kwa, kwa wanasiasa kama MC ama MP, ili e, ugusie mawazo. Naeza sema ni ya kwamba mashirika mengine aa, na makanisa yetu tukumbuke wajane, kwa sababu wakifiwa wanasongwa na mawazo, wengine wanapoteza hata mashamba. Na tunapokuwa nao na kuwasaidia, wanapata amani na wanajua ya kwamba kupoteza kumbe, sio mwisho wa kuishi. Kama mimi ni mshiriki wa Friends na kuna vikundi, kwa hiyo kanisa ya wajane ya, ya youths ya watoto na ya watu wenye wameolewa na single mothers. Sasa wajane wako na kikundi yao yenye mpaka wao wanakutana every wednesdays ama saturdays wanakutana, wana, wana, wanasaidiwa na kanisa. Kuna quarterly meeting, kuna monthly meeting, kuna village meeting sasa wanaweza kuwa wanasaidiwa na village meeting yao, wako na mchango yao wenye wanafanya, wanaweza kuwa wanaenda wanapatana, wakipatana, kuna kitu wanatoa kidogo, tunaita merry go round 10 bob every Sunday, tunatoa tu shilingi kumi. Hiyo shilingi kumi, huyu akiwa mgonjwa tunampeleka hospitali. Hiyo tu, unajua kila mtu ame, ameolewa kwa family tofauti, with the different backgrounds. Uwezi jua huyu mtu alikataliwa kwa nini. Sasa lazima ukae na huyo kwa sababu sasa umetoka kwenu, umeolewa maali fulani, umeolewa na jamii fulani, na hiyo jamii umeolewa nayo si yenu, ni family tofauti so unaenda kujiingiza kwa familia yenye si yenu. So you have to cope with it. Uvumilia kabisa, kama hauna roho uwezi kaa. Mimi napenda kukula na watu, napenda niki nikiwa na kitu yangu tuna share, na sipendi kuona mtu akiwa na shida. Shida ya mtu anaibeba kabisa. Hata mtu anaweza fikiria niko na mambo yengine but ni roho, nimeumbwa hivyo. I just like giving out nikiwa na kitu nataka tu ni share na watu, sipendi kuona mtu akihangaika. wa amekumbuka wajane ambao watu watu tunakuwa nao hapa Alpha. Ametuletea sukari, ametuletea mchele, ametuletea na unga na ametuletea hata na vitafanio na sukari pia, so tunashukuru Rose kwa kutoka na Nairobi kukuja tu kuweza kuungana na wajane ambayo tuko hapa alfa na